Habari, kwa majina naitwa Evelyn Patrick, natoka katika kitengo cha huduma kwa wateja Halotel. Leo ni siku ambayo tumekuja kuwapokea wateja wetu walioshinda draw ya wiki ya wapendanao, na katika siku ya leo ndio tumekuja kuwafuata wageni wetu ili waweze kuelekea Zanzibar kwa ajili ya kuweza kusherehekea siku special kwa ajili ya siku ya wapendanao. Karibuni, na sasa tuko tayari kwa ajili ya safari. Karibuni sana, asante sana. Tunaweza tukaenda kwa ajili ya kwanza safari. Habari safi za kwenu? Safi, Salama, mnaendeleaje? Naendelea vizuri. Kwa kweli, tumefurahi sana kuwa na nyinyi siku ya leo. mm -hmm. Tumefurahi sana kaka, unaitwa nani? Naitwa Abduli, naitwa Abduli na mami, karibu sana hongereni kwa kuwa washindi wetu katika kipindi hiki cha msimu wa pendanao, hongereni sana. Asante -sana, -sana, -sana, -sana. mlijisikiaje Kipindi kile nimepata taarifa ya kuwa washindi wetu katika kipindi hiki cha msimu wa wapenda nao, nimejisikia vizuri, na hata mume wangu alivyoniambia, mimi wala sikumwamini kwanza. Niliona <laughs> tu kama ananitania au ananiongopea. hmm. Akaa tu kuna wa, vitu ananielekeza lakini nikaa namuona kama vile ananiongopea. wow na ilikuwaje mpaka sasa ukatokea kuamini kwamba sasa hiki mume wangu anachoniambia ni kweli? Alivyotoka tu asubuhi akaniambia yeye anaondoka, mi mpaka hapo nikaa sijaamini wow. na kaka, ilikuwaje mi mliponipigia simu mm, kaniambia nimeshinda binafsi mm, sijaamini hata hivyo, ila kuna watu nikawauliza pale, nasema nimepigiwa simu hapa mm wanasema nimeshinda Halotel, unaona hmm. Wakaniuliza, wamekupigia wame kutumia namba gani? mm -hmm. Nikamwambia namba mia, wakasema wow. E, kama namba mia basi ni kweli sasa. Ndo katika kuongeongea ongea ndo nikamjulisha wa nikag nimeshinda, umeshinda <hivindanini>? mm -hmm. nini